Moja kati ya majukumu ya ofisi ya hakimiliki Tanzania COSOTA, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kukusanya na kugawa mirabaha kwa wabunifu wa kazi za sanaa na kutokana na sheria ya hakimiliki na hakishiriki namba saba ya mwaka 1999 na, na kama ilivyofanywa marekebisho kupitia sheria ya fedha namba tano ya mwaka 2022 inayoruhusu uanzishaji wa makampuni binafsi yatakayokuwa na jukumu la kukusanya na kugawa mirabaha kwa pamoja, yani Collective Management Organization, CMOs. Vile vile mabadiliko hayo ya sheria yalipelekea chanzo kingine kipya cha mapato kijulikanacho kama tozo ya hakimiliki, yani blanket levy. Tozo ya hakimiliki, Mheshimiwa waziri mkuu, inakusanywa kwenye uingizaji wa vifaa vinavyotumika kuzalisha, kubeba na kusambaza kazi za wabunifu. Kupitia chanzo hiki KOSOTA kwa mwaka 23 24 ilifanyikiwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 847985594 na senti 26 na mwaka huu wa fedha 24 25 hadi kufikia mwezi Machi 2025 imeweza kukusanya shilingi milioni 628417871 628 na senti sitini na tisa na hivyo kuwa na jumla ya shilingi bilioni moja milioni mia nne sabini na sita mia nne na tatu elfu mia nne sitini na tano na senti tisini na tano, ambapo fedha hizo zitagawanywa kwa mfuko wa utamaduni na sanaa ambao utapata asilimia kumi, serikali itapata asilimia kumi, collective management organizations zitapata asilimia sitini ambayo, asili asili asili ambayo inakwenda moja kwa moja kuwanufaisha wasanii na Kosota yenyewe kama ofisi ya hakimiliki itapata asilimia ishirini. kosota imeimarisha mfumo wa usajili kwa lengo la kusogeza huduma karibu na wasaidizi. Mfumo huu unapatikana kupitia tovuti ya kosota www kosota go tz au linki ya mfumo ambayo ni www hakimiliki go tz na mfumo huo utaunganishwa na mfumo wa Basata na Bodi ya Filamu hivi karibuni ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa wadau. Tunaomba viongozi, maafisa wetu, wadau wa sekta binafsi na wananchi wote kushiriki safari hii ya mageuzi inayoleta matumaini makubwa. Kwa pamoja tutaijenga Tanzania inayojivunia utamaduni wake, inayoenzi maadili yake, na inayotambua vipaji vyake kama rasilimali ya kitaifa kama kauli mbiu isemavyo. Utamaduni, sanaa na michezo, msingi wa maadili ya Tanzania. Shiriki uchaguzi mkuu 2025. Kwa haya machache, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha, na asanteni sana kwa kunisikiliza. mwanefei mkoi omeki okangami